Lakini fanikio lingine tumeweza kuimarisha weledi na uadilifu wa watumishi, uhusiano wa walipa kodi, uh, ukaribu uliopo na kupungua kwa migogoro ya kodi ni uthibitisho kwamba tuna watumishi ambao ni waadilifu wengi wao na ambao wanafanya kazi kwa weledi mkubwa, lakini tunao wachache ambao hawako hivyo. Na chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais tumekuwa tukichukua hatua kwa wale ambao wanashirikiana na baadhi ya wafanyabiashara aidha kukwepa kodi <laughs> au kutotimiza wajibu wao wanaotakiwa. Katika kipindi cha miaka minne TRA, tumeweza kuwasimamia watumishi wetu na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria maana kuna watu wanafikiri hatuchukui hatua, tunawalea baadhi ya watumishi wabovu. Hatufanyi hivyo katika kipindi hiki. Kuna watumishi kumi na tano wamefukuzwa kazi kwa kwenda kinyume na maadili ya utumishi ndani ya mamlaka, na watumishi sita wameshushwa wame mishahara yao, na watumishi kumi na mbili uh, wamepunguzwa wameshushwa vyeo na kupunguzwa mishahara, lakini tuna watumishi ishirini na mbili wamepewa onyo la maandishi. Yote hii ni kuonyesha uh, TRA ipo kwa ajili ya kutimiza majukumu tuliokabidhiwa na kumsaidia Mheshimiwa Rais kuwahudumia Watanzania kwa, wa kwa uweledi na uadilifu mkubwa. Mafanikio mengine tumeweza kujenga.